Naomba uniazime sikio lako, naomba uniazime macho yako leo hii, ili nikupe japo mawili matatu juu ya miaka miwili ya Rais Ibrahimu Traore wa taifa la Burkina Faso. Sitokuwa na historia yake, ila leo chukua ripoti hii ya mambo ishirini makubwa ya kushangaza aliyoyafanya Rais Traore tangu achukue uongozi wa taifa hilo lililopo Afrika Magharibi. Namba moja, pato la taifa la Burkina Faso limeongezeka kutoka karibu dola bilioni 18.8 za Kimarekani hadi dola bilioni 22.1 za Kimarekani. Namba mbili, alikataa mikopo kutoka kwa mfuko wa fedha wa kimataifa IMF na Benki ya Dunia, akisema Afrika haihitaji Benki ya Dunia, IMF, Ulaya au Amerika. Namba tatu alikata mishahara ya mawaziri na wabunge kwa asilimia 30 wakati akiinua mishahara ya wafanyakazi wa umma kwa asilimia hamsini. Namba nne alisafisha deni la ndani la Bukina Faso. Namba tano alianzisha mimea ya kwanza ya usindikaji wa nyanya. Namba sita, mnamo mwaka 2023 alizindua mgodi wa dhahabu wa kisasa ili kuimarisha uwezo wa usindikaji wa ndani. Namba saba alisimamisha usafirishaji wa dhahabu isiyo wazi kutoka Bukina Faso kwenda Ulaya. Namba nane aliunda mmea wa pili wa usindikaji wa pamba wa Burkina Faso na kuongeza kwenye ile iliyopo. Namba 9 alianzisha kituo cha msaada wa kitaifa cha usindikaji wa pamba ya atesano, wa kwanza wa aina yake kusaidia wakulima wa pamba wa ndani. Namba kumi. Alikataza matumizi ya wigs za kisheria za Uingereza na gauni za korti za mitaa na kuzibadilisha na mavazi ya jadi ya Bukinabe, yaani hapa ni yale mawigi yaliyo kama kofia ambayo majaji huvaa mahakamani. Namba kumi na moja alitanguliza kilimo kwa kusambaza matrekta zaidi ya 400, viboreshaji 200 9 pampu 710 za gari na pikipiki 714 ili kuongeza uzalishaji na kusaidia jamii za vijijini. Nani kama Traole? Namba kumi na mbili aliwezesha ufikiaji wa mbegu zilizoboreshwa na pembejeo zingine za kilimo ili kuongeza mavuno ya kilimo na kuhakikisha wakulima wananufaika kupitia kilimo wanachokifanya. Namba kumi na tatu, uzalishaji wa nyanya ulikuwa kutoka tani laki tatu na kumi na tano mnamo mwaka elfu mbili ishirini na mbili hadi tani laki tatu na sitini kwa mwaka elfu mbili ishirini na nne Namba kumi na nne, uzalishaji wa mtama uliongezeka kutoka tani laki tisa na elfu saba kwa mwaka 22 hadi tani milioni moja nukta moja mnamo mwaka 2024. 15. uzalishaji wa mchele uliongezeka kutoka tani laki mbili na themanini kwa mwaka 2022, hadi tani laki tatu na 26 mnamo mwaka 2024. Namba kumi na sita alipiga marufuku shughuli zote za kijeshi za taifa la Ufaransa kwenye taifa lake la Burkina Faso. Namba kumi na saba alikataza vyombo vya habari vya Ufaransa kufanya kazi nchini kwake Burkina Faso. Namba kumi na nane aliwafukuza askari wa nchi ya Ufaransa kutoka Burkina Faso kurejea kwao. Namba kumi na tisa serikali yake inaunda barabara mpya, kupanua zile zilizopo na kubadilisha barabara za changarawe kuwa nyuso za lami na namba 20 Anajenga kinu kikubwa cha nyuklia kwa ajili ya umeme wa uhakika wa nchi yake ya Burkina Faso. Haya ni mambo kadhaa tu makubwa niliyosema nikupashe leo. Ila bado nina kiu ya kukupa mengi zaidi cha kufanya. Subscribe na tukutane wakati mwingine hapa hapa Msasa Online.